Awali ambapo walikosa kurejea mashinani kwa kushiriki kumng'atua aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua afisini, wandani wa Rais William Ruto katika kaunti ya Nyeri wameonekana kurejea mashinani kwa kishindo, kutetea sera za serikali ya Kenya Kwanza. Wakiongozwa na katibu katika wizara ya Kawi Alex Wachira, viongozi hao ambao wameanzisha vikao vya faragha na wakazi wa kaunti hiyo wamewataka wakazi kutoshurutishwa kujitenga na serikali, ili wajitahidi kujiunga, kuiunga serikali mkono kwa manufaa yao. Juhudi hizo zinazoonekana kupata kasi baada ya ziara ya Rais William Ruto eneo la kati majuma matatu yaliyopita, zinanogeshwa huku akitarajiwa tena eneo hili mwezi wa nne. Watu wetu wa mlima Kenya kama tunajipenda, kwa sababu haujui wakati utakapogonjeka. Tunamuomba nijiandikishe katika shaa kwa sababu shaa imekuja na shaa inafanya kazi. Huu ni mpango ambao unaleta usawa kwa wale watu wa mapato makubwa na wale wa mapato madogo, kinyume na vile tulikuwa tulikuwapo mbele, ambaye ile mpango mpangilia pale mbele ilikuwa inasawasisha kila mtu bila kujali mapato ya mtu. Matatizo yale yako madogo, twasema tutaendelea kuyarekebisha, ndiposa huu mpango kila mtu awe anapata haki yake kutibiwa. Sisi tutafuata Rais William Samoei Ruto ili tulete maendeleo hapa madhera, sababu tumesema huu wakati ni wa maendeleo. Siasa tufanye baadaye. Kwa hivyo, wale wanaungana waendelee kuungana.